Na langu jina ni mjukuu wa bunduki, kijana wa Uhuru Kenyatta, na mtetezi mtetezia wanyonge wa na, mi nataka kusema hivi. Mimi nataka kujibu kwanza, kabla niende Omar Bey, nataka kujibu majority leader Aaron Cheruiyot. Kuna ule mdomo mkubwa ule kutoka Tanzania ile natembea, kazi yake ilikuwa tu akiamka wetangula, wetangula, na ni mtu mwizi sugu, anajulikana Alifika Tranzoia na safari but peke yake, saa hii amenunua mashamba yote huko, akiamuka weta weta weta. Juzi wewe umekanyaga Malava siku mbili aliona kivumbi, ajaamuka kwa usingizi, mpaka saa hii bado aamini kila iliendelea, na tunawaambia mambo bado. Mweshimiwa Cheriot, we ni rafiki yangu wa dhati but mahali umegusa his excellency the governor wa Tranzoia simba ati unasema natembea amenunua shamba yote hiyo. Ni mzuri kwa sababu hakuna muluya anateta ya kwamba natembea amemanyang'anya, lakini jamii ya Kipsigis wananungunika, na tena wameuliwa watu sita na wanajeshi na tumeona Ongata Barigoi. Nani anaua jamii ya Kipsigis? tena uko radhi kuzungumuza kwa bosi yetu, mtu ambaye anasungumuza tatizo la Mkenya atichuki kati ya runcheriot na mheshimiwa anatembea kwa sababu anatembea amekataa. Kuhusu wa mulo ya shilingi mbili, ati chuki kati ya majority leader ya seneti, chuki yake between ye na gavana wa Tanzania, kwa sababu gavana amekataa upuzi na kununuliwa kama peremende, jinsi alinunuliwa mudavari na wetango la kama peremende eremende <gibu> <gibu> nataka kuambia Mheshimiwa Cheriot kuna mashamba kule Kiricho, mashamba ya majani chai Unajua very well, mtu ambaye ananyang'anya jamii ya Kipsigis shamba yao ya majani chai unajua, but unasimama kwa sababu wewe ndio unatumiwa kunyang'anya jamii yako shamba. Tunajua Uwezi chukua mashamba ya wazee ya, ya, wazee ya Kipsigis kwa sababu wao hawana mamlaka kwa sababu wao pia hawana watoto wa kuwatetea wazee. Wa Kipsigis wananyang'anya shamba zao ya majani chai hiyo Harun Jerita haoni anaona iyo shamba atembea amenunuliwa amenunua. Hakuna Muluya wowote wa maeneo ya magharibi ambayo ananung'unika ya kwamba natembea wanyang'anya shamba na itawai kuwa kwa sababu anatembea ana tamaa kama ni shamba nataka ananunua. Simu, limwekelea kesi, mukapeleka kwenye mahakama zote zikasambaratika. Natembea simu hizi na hata iba mali ya Muluya Berison Natembea na safa na Mluya, anataka Mluya, namba ya Mluya isikike na Mluya ashimiwe namna mjaluo ameshimiwa. Mjalua anaweza kuwa watu wawili tu, na wakiingia hapo, unafikiri watu milioni moja? Nani? watu wawili tu, wajaluo tu, watapiga nduru kwa niaba ya jamii yao, na hiyo ndio nafanya tunashimika kama Jaluo. Tukisema no ni no. Mwajaluo, Mjalua hawezi kubali mwezaka pigwe kanaana Hawezi na hiyo ndio muloya amepata. Baba natembea nataka muloya pewe heshima yake, na tutasimama na mheshimiwa e excellency governor wa Tanzania George natembea. And the last minute, hiyo hatuwezi kubali. Mtu ambaye amesaidia cheriot, kama si ruto, ruto jerena chaguliwa nini? kama sio ruto jerena anaweza chaguliwa nini? Hii Kenya nini uko nayo au kusaidia ruto? Ruto ndiye amekusaidia. Angalia Murkomen Jamii yake ya Marakwet hakuna mtu ananyang'anywa shamba Marakwet kwa sababu mlugo mwenye anajua kwamba hakuna lengo siku moja atasimama urais wa Kenya. Na ya kidulumu Marakwet nani atampigia kura? Atatupwa. Wewe kama Mkipsigis shamba ya majani chai ya Kiricho. Kwa nini usitetee wana, wana Kipsigis wape shamba zao? Ati mtu mmoja aseme kwamba wewe pika tu hesabu zako. Sasa mali ama shamba usiongelee shamba ya babu yetu. Kwani huyu mtu mmoja yeye ndio babu yake ndio alikuwa na shamba ya Kiricho mzima. Mtu mmoja ni babu yake alikuwa na shamba. Nataka kusema wazee wa Kalenjin na jamii ya Kipsigis lazima heshima idumu kati ya viongozi wa Kipsigis na wazee wapate shamba zao, really? Then mtu anakuambia ati kule kwetu ukienda maeneo ya mpaka ya Kericho na ya Kisumu, Koru, pia wanasema ati kuna shamba ya muhindi, pia wajaluo wamechukua. Mjaluo si mwishi ya samba. Mheshimiwa seneta, sema mmeibia jamii ya Kipsigis si mjaluo Mjaluo ana shamba yote ambayo anaona ya ya Kipsigis. Koma, koma kuna tembea nukome kujanganya je, jamii yenu ya Kipsigis na watu wa Jaluo wamechukua shamba. Shamba gani? Mnatuma wengine wa Korangeni wanaenda kwenye mahakama, unadanganya wazee, yani, watetie shamba. Na hiyo shamba ni nyinyi ndio mko nayo. Wao ndio wanatuma wengine nini kwa kwenye mahakama mjifanye mnawatetea. Na hiyo shamba wao ndio wana hold hiyo shamba. My friend, koma kwa governor, natembea sio muishi. Kama anarudika kuibia mjaluo aa

nini yenye uko nayo uwezi blackmail makampuni ya, ya majani chai, sasa munabadilisha munapeleka mkoa mwingine kampuni. Jambo la mwisho nataka nionye gavana mmoja ambaye ni mwanakwaya gavana ambaye anisaidia na narudinga wanga, Umolo sio rika yako, tafuta rika yako kwa nyumba yako, sio Molo. Unaongeleaje kwa kingpin yetu wewe? Umeanzeaje wewe mtu umesaidiwa nyango mia mia, pia anatuambia ati alitafuta kura. Wewe kura gani ulikuruhuru? tafuta wapi kura yugi maguanga na kura Raila Odinga? Ni unajua unabweka naye walikula, ati wewe pia unasema ul, uligonyo, ulilipa nani wewe? ulikuwa na pesa ya kulipa wapiga kura? ulikuwa na pesa wewe? Sema shukuru Mungu, Raila Odinga alikubeba kama kama gunia kwa mgongo yake, akakukalisha kwa kiti sasa umemea pembe, tutakungoa pembe kwa sababu ndovu hivi siku na pembe. Wakati kuzika, lazima tungoe pembe kwa sababu ndovu hivi siku na pembe. Sisi sai kiongozi wetu, kama jamii naongea, kama mkijana mdogo, daktari wo kanyipir wobamgot, pia super Raymond Omolo chapa kazi. Wewe bado unataka kupiga Omolo, unapinga Omolo kama nani? Wewe who are you? Umetoka umetoka wapi unaenda wapi my friend? Kiongozi wetu nasema Muda sikuambie, ati muda asema ukisupport mtu ati uko kwa, kwa serikali ukipinga uki, my friend, kazi yako. Kiongozi wetu ukiuliza government ni nani, utajibu serikali ni nani? Serikali ni sisi na kama mola kondani, Mi mjaluo, serikali, no molo ako ndani mimi niko nje. Mimi ndio mjaluo nimeruhusiwa kukaa nje kupinzani. Wote mwingie kwa serikali mpango uno molo. Mimi ndio najua kenye nafanya hapa nje <laughs> Ninyi mnatafuta ninyi, mkaani ndani na molo, mimi nimeruhusiwa kama mjukuu kwa inje, najua kenya natafuta hapa inje. Hawa maadui wakipanga mabaa, nakwambia molo, kuna kitu napangwa hapa inje, so wacha molo kaa hapo ndani, kiongozi baba, mtetezi wanga, utakimbizwa mabei kama swara na dogi. Chunga sana, chunga icros laini ya jogoo.